Wanaebula Nzale, ambapo jioni ya leo mwili wa kijana mmoja kati ya watatu waliozama wakati wa mashindano ya mashua eneo la Tudor mjini Mombasa umeopolewa. Na maafisa wa ukoaji bado wakiwatafuta vijana wengine wawili waliozama, huku sasa waandalizi wa mashindano hayo wakijitetea dhidi ya tuhuma za kutowajibika, na waandalizi hao wakikana kwamba vijana ishirini na wawili waliozama hawakuwa na vifaa vya usalama. Na kama Brenda Wanga anavyotuarifu, mashindano hayo yamesitishwa huku mwili mmoja ukiopolewa majini na Familia zingine mbili bado hazijapata miili ya wapendwa wao. Kwa siku ya tatu mfululizo, shughuli za kutafuta miili ya vijana watatu walioangamia baada ya mashua walimokuwa wa kupindukia katika bahari ya Hindi zinaendelea. Vijana hao walikuwa sehemu ya timu ya watu ishirini na wawili walioshiriki katika mbio za mashua siku ya Ijumaa. Nilikuwa nataka nione mtoto wangu maana sijamwona, maana sijamwona ni mtoto huyu mmoja sijafanikiwa kuzaa mwingine, ndiyo mvulana, ndiyo msichana. Mungu alinipa Kalebo tena peke yake. Nasikia uchungu, ile yangu yote ni uchungu. Mtoto wangu wata juu kuogelea, mimi aliogelea lini? Mimi mtoto wangu Kikosi cha msako huo chini ya uongozi wa kamati ya majanga na hali ya dharura ya kaunti ya Mombasa kinatumia makundi ya mashirika mbalimbali mbali katika juhudi za kuopoa miili kutoka baharini. There is a total of 13 boats in the operation with a total of 222 personnel, divers and support staff that are involved in this operation and we are hopeful that today Juhudi za kikosi cha kutafuta na kuopoa miili hiyo zimezuiwa na kutoonekana vizuri kwenye maji katika eneo la tukio. but, uh,

Sure or hopeful that today we will be able to see some light at the the end of the tunnel. Kufikia jioni hii mwili mmoja uliopolewa, huku juhudi za kuwatafuta wengine wawili zikiendelea. Wapiga mbizi hapa wakililia uhaba wa vifaa katika juhudi za uokoaji, huku pia giza likiwa kitendawili. Mwanzo, jambo la kwanza maji alikuwa ni makali, chini ni vumbi, alafu ukoko. hatuna vifaa vya kuzamia pia, tuko tuna glasses, at tuko shida, lakini hivyo hivyo tukuweza kuvunjika moyo. Familia za wali athiriwa zikiwakosoa waandalizi wa mashindano hayo. na wakati event inafanyika sehemu za Jomvu wala Miritini, watoto wote ambao wako kwenye boat wanakuwa na safe jacket. Kwa nini wetu hawakupewa safe jacket? Hiyo ndio swali nauliza, na nauliza swali nyingine, mwenye aliandae hii event ako wapi? Waandalizi wa tamasha hata hivyo, wakishikilia kuwa itifaki zote za usalama hazikiwepo tu, bali zilizingatiwa wakati wa shindano hilo. Brenda Wanga.